Hadithi ya kwanza walimu, uh, yaitwa Fadhila ya Punda. Uh, kuna methali ambayo <laughs> um, usema asanti ya punda ama fadhila ya punda mateke. bila mateke. shaka mateke mm -hmm. Um, kwa hivyo mwanafunzi, ni vyema mtazamaji wetu, wakati wote ambapo unasoma kazi ya fasihi, anwani ni muhimu. Namna ambavyo Bwana Kamau alitudokezea, anwani hukusaidia wewe, hukupa wewe mwanga kabla ya kusoma kazi yenyewe yeah. Basi ukiona anwani kama fadhila za punda, um, ni anwani ambayo inatudokezea ya kwamba uh, kisa cha muhusika fulani ambaye labda hata kabla hujasoma hadithi yenyewe, labda muhusika alifanyiwa jambo fulani, alafu baadaye matokeo yake ama matendo yake ya baadaye mm, yakawa hayakuwa mazuri mm, yakawa ni mateke. Sasa yakawa ni mateke tu ambayo yalimpiga mhisani wake. Hivyo basi, ufupi muhtasari wa hadithi hii. Hadithi hii ina wahusika wakuu wawili, inawahusika uh, kuna muhusika aiyoitwa Luka, kuna mhusika anaitwa Lilia Samani, na kuna wahusika wengine wadogo uh, kuna moja ayoitwa Senior Pastor Lee, Imani uh -huh. ambaye ni baba yake Lilia. Hadithi hii inapoanza, kuna huyu mhusika ayoitwa Luka ambaye hali ni mbaya ya nyumbani, amevalia mararuraru uh, matambara, hana mbele wala nyuma. Anahudhuria ibada katika kanisa moja. Kanisa lenyewe mchungaji um, wake ni sini ya pastali um, kipendacho moyo ni dawa. Huyu binti ambaye ni Lilia mm -hmm. anampenda Luka ingawa alikuwa na hayo mararuraru, lakini Lilia anampenda Luka na anamwona huyu jamaa Um, kuna uwezekano kwamba ni mtu mzuri. Kwa nini? Kwa sababu ali, alipewa nafasi ya kuimba na namna ambavyo huyu bwana alivyoimba, hmm. alitoa sauti iliyomtoa nyoka pangoni. Unto you are Sunday, Sunday. <laughs> Basi kwa kupitia kualilia akamrairai na kumwomba babake ya kwamba wamruhusu huyu Luka wampe hisani, wamwelimishe, mpe nafasi, mwalike, mkae naye uione imani yake mhubiri shupavu kama mwana ambaye ungetamani. Basi kwa huyu bwana kuwa na moyo mzuri akaruhusu. Um, akampa hifadhi akampa akampa masomo huyu Luka, akamrejesha shuleni. mm -hmm. Na zaidi ya hayo akampa kazi mama yake Luka. mm -hmm. Maisha yakabadilika. mm -hmm. Kijana akaendelea na masomo mambo yakabadilika. mm -hmm. Uh, lamno ni kuwa kijana huyu alimshika Mungu akampenda Mungu akafanya kazi kanisani Hmm. Hadi akawa sasa amefikia um, amefikia kuwa uchungaji. Hmm. Akapewa fursa ya kuwa mchungaji katika lile kanisa. Nataka uniambie ukweli, nia yako gani na mwanangu? Basi nia yangu nyeupe kama pamba. Mimi sio miongoni mwa wale wanaume wenye nia kuharibu watoto wenyewe. Kusudi langu halali, baba Naomba rusa ni mwoe Lilia. Ilikusudia kuja kuomba, lakini fursa umenipa, nashukuru. Huyu ndugu anaitwa Luka, aliozwa huyu msichana unaitwa Lilia, then uh, baadaye huyu babake Lilia akaaga. Ikawa ni vibaya sana, maanake ingalikuwa vema sana kama huyu mchungaji angefurahia ma mazao la kazi yake na. Angefurahia namna ambavyo alimsomesha huyu kijana na afurahie pia namna ambavyo ali, ali, aliweza kufunga hii ndoa na, na. Lakini kwa muktadha wa sini ya pastali alikuwa amefanya wajibu wake, alimsomesha huyu kijana na akamwoza aka, aka, aka, aka msichana wake. Luka alikuwa kijana mzuri hmm, ila baada ya sini ya pastali kuaga dunia Hmm. Mabadiliko yalianza kushuhudiwa. Yeah. Mabadiliko yepi? Moyo wa Luka ulianza kubadilika. Akapiga kanisa teke, akalinadi kanisa hmm. Akauza kanisa. Pindi alipouza kanisa baadaye akaanza shughuli za siasa, akaingilia siasa, akapiga kampeni, akafanikiwa kuwa gavana hmm. Alipokuwa gavana akaendelea na shughuli zake za keza, uongozi lakini hela zilimbadilisha, ugavana ukambadilisha, akawa ni mtu tofauti kabisa. Sasa anwani inadhihirika vizuri pale ambapo muhusika huyu Luka anaanza kumpiga teke, anaanza kumtesa na kumdhulumu mkewe. Kwanza aliuza kanisa, pili anamdhulumu mkewe. We mwanamke sampuli gani usiyetaka kumsaidia mumeo? Haya, kaa nyumbani, kazi kula na kulala tu, ujui lingine onungu lako sasa kama nguruwe, na na wake ni wengi. Anasahau ya kwamba huyu mke ndiye ambaye alihusika pakubwa kubadilisha maisha yake. Linakuwa ni jambo la huzuni sana maanake, um, fadhila asanti ambazo Luka alipaswa kumpa Lilia zilikuwa za dhati, maanake huyu msichana ndio ndiye ambaye alimtetea. Alimtetea na kumshughulikia kabisa mm. Hadi jamaa akaelimika na akafika alipo hapo alipo, hadi akawa gavana akamu akamwacha mkewe na kuanza kazi sasa ya kutembea na hawala huku na kule. Um, ni ni vibaya kwa sababu, uh, hatimaye huyu huyu bwana ana, anampiga mkewe ana ana mke ana, anapojaribu kwenda ku, mm. eh, kwenye polisi kwenye kituo cha polisi ili kupiga ripoti, ni aibu ya kwamba asasi za kiserikali pia zinaungana na hawa viongozi kuwakandamiza wanyonge. Huyu mke uh, gavana anaripotiwa, anaambiwa, mkeo alikuwa hapa na alikuwa anasema hili na lile. Mke akashambuliwa akapigwa na akawa mahututi. Lililomwokoa huyu Lilia ni mama mkwe. Yeah. Mamake Luka. Yeah. Maanake wakati wote huu Luka akifanya hivi vituko vyote, mamake hakuwa pamoja naye. Yeah. hakupendelea mambo hayo. Yeah. Basi mama mkwe alipoitwa, mama mkwe wa mtu wa Lilia alipoitwa, akaja. Yeah. Akamchukua binti yake, akampeleka hospitali. Yeah. Wakamshughulikia, akalazwa. Lakini ajabu ni kwamba fadhila ya, ya, ya, ya Luka asanti ya, ya Luka ilikuwa ni mateke kwa familia ya Lilia na pia kwa maisha ya Lilia mwenyewe. mm. Sasa la kuhuzunisha ni kwamba hatimaye um, alipomsahau mkewe, aliposahau safari waliofunga na mkewe hatimaye, huyu jamaa ambaye iwetwa Luka hatima yake anamalizia pabaya. Maanake dunia ni duara. mm. E, mambo yalimfanyikia mabaya akapata ajali na kinaya ni kwamba alilazwa katika wodi moja na mkewe mm -hmm. ile ile ile mke ambaye yeye mwenyewe alimjeruhi, mm. walilazwa katika wodi moja kwa hivyo, huo ndio muktasari wa um, habari eh, hadithi hii fadhila ya punda um, wahusika wakuu ni hawa wawili Luka mm. na Lilia mm. na ni hadithi ambayo inatamausha sana, maanake um, huyu mhusika kwa kweli mm. hakupaswa kutenda aliyotenda mm. Luka hakupaswa kutenda aliyotenda mm. Lilia alikuwa lakini, na vumilivu lakini nao na kikomo mwalimu. na kikomo asante. Asante. nadhani pia kuna <coughs> ukosefu mwingine wa fadhila mm. kuna yule hawara mm. wa huyu mm. Luka ambaye mm. mm. alikuja kumwona hospitalini mara moja tu mm. mm. alipomwona hali yake mm. alitoroka kabisa mm. mm. licha ya kwamba alikuwa ni hawara wa huyu bwana mm. na ndiye sababu moja yalilia kuwa natandikwa na kudhulumiwa kweli, lakini hakusimama na Luka ano, alimtoroka ano. Kwa hivyo naye pia anaweza kuambiwa na fadhila za Punda ano, hisani alizotendewa na Luka ana zipiga shukuru kwa mateke, anazipiga teke, kwa na, teke. Na. Na. E, hilo pia ni vizuri kuona mm, kwamba lipo e. Naam, asante mwalimu, kwa kuingilia mm, jambo hilo mm, kwa sababu vilevile tutaangalia ile anwani na ufaafu wake mm. Kwa hivyo tutaweza kuongeza nyingine mm, kama hayo ambayo yanaonyesha mm, fadhila. Mwalimu, alikuwa na kitu nilikuwa nataka kusema hivi hivyo, mm, unavyosema ni kweli, nilikuwa nataka kulisisitiza mm. Mm. Eh, huyu binti ambayo tunamzungumzia sacha, nimwite sijui ni kimada ama ni hawara wake Eh, alikuja mara ya kwanza mm. Mara ya pili akuwa pale nje, ni kama akasikia tetesi kwamba mm. eh, Bwana Luka, Gavana Luka hata simama tena nah, mshani mwake eh. Jambo lile likamfanya yeye basi ah, hana hamnazo hmm. tena na ujamaa hmm. Akamwacha kwa sababu hamfai tena hmm. kwa sababu atakuwa ni mtu wa kusukumwa hmm. Na, alikuwa anapenda vya rahisi ule hmm. msichana hawara hmm. Kama kawaida anapenda vya rahisi. Sasa akiona atakuwa na jukumu labda la kumsukuma hmm. kila anapokwenda hmm. yeah. Akaona mi kazi hii sitoiweza. hmm. hmm. lakini mama mtu ambaye nasema mama mkwe wake nani wake liia anamsuta kijana wake mama ananifurahisha sana mm -hmm, kwa sababu hamuungi kijana wake mkono. Hata pale mwanzoni anamwita mjalana ye ndiyo amefanya, mm -hmm, ya atalipa, atamaliza alichoanza, mm -hmm, lakini hayo yote tisa, <coughs> pale mwisho anamuuliza kijana wake amelala pale, ulimfanya mkeo mgoma kwa sababu ya hawari wasiyokudhamini hata chembe. Waona, sasa atakuuguza nani? Atakudhamini nani? kwa sababu kwako Fadhila za Punda ni mazushi, sababu ule hawara ambaye amekufanya umemgeukia mkeo, basi Asha pia amekuacha mm, hana shughuli na yeye tena mm. mm. na mkeo umemfanyia uliomfanyia, sijui itakuwaje mm. tukaachwa katika taharuki pale naam. Lakini ni thibitisho tosha mm. kwamba ule hawara pamoja na Luka ni watu ambao hawana shukrani Naam. Naam. mwalimu, mm. Kea itakurudishia tena usukani mm. mm. uanze kwenye pengine ufaafu mm. ama utatuelekeza pale, alafu tutachangia vilevile. Shukran mwalimu. Naam. Uh, ufaafu wa anwani. Wakati ambapo mwanafunzi anajibu swali linalohusiana na, na ufaafu wa anwani, ni vyema kujiuliza, je, anwani aliyoteua huyu mwandishi inaafiki matukio yaliyowasilishwa kwenye hadithi? mm -hmm. wakati mwingi uafiki mm -hmm. vizuri ama kuna wakati ambapo mwandishi huteua anwani ambayo ni kinaya kabisa. <laughs> ni kinyume na matarajio kabisa. kabisa basi, em, anwani hii inaafiki matukio hayo, maanake mhusika mkuu ambaye anaonyesha vizuri namna ambavyo fadhila zake ali fadhila za punda zime zilimwangukia mfadhili mm. ni Luka naam. Luka alitendewa mengi mema lakini alio alio baadaye mm. ah, haku haku haku haku hakurudisha imani njema ambayo alipewa kwanza. Uh, Luka aliaminiwa na senior pastor, akaaminiwa kabisa senior pastor li imani mm. akaachiwa kanisa huyu mm. ni mchungaji ambaye alikuwa amemwamini huyu ndugu uh, kiasi kwamba anaona huyu ndugu nikimwachia ile kanisa ataliongoza vizuri mm. Ajabu ni kwamba alipoachiwa kanisa pindi tu senior eh, pastor alipoaga mm. ndugu analinadi kanisa. Unauza vipi kanisa la Mungu jameni? Tamaa iliyoje hii mm. <laughs> ilikuwa ni tamaa ya ajabu. Namba pili, uh, huyu ndugu naitwa Luka. Luka anamuomba sana eh, senior pastor kumuoza huyu binti na, na ana, anapewa fursa ya kumwoa ni nyeupe kama pamba, kama pamba. Hmm. Hmm. Hmm. Kumbe ndugu alikuwa ni kondoo aliyevalia kabisa, hmm. <laughs> Niumbomwiki ni avalia ngozi ya kondoo kondoo. Hmm. Hmm. Sasa ajabu ni kwamba anapomwoa huyu binti anayatoa makucha sasa, hmm. vita vinaanza, yeah. Haikutarajiwa hivyo, anageuka kufanya nini? Kumpiga, kumpiga mkewe, yeah. Hilo sidhani kama lilikuwa nzuri mwalimu, mm. sijui kama utaongezea yepi nyingine. Uh, naam, siwezi kosa hoja moja ya kuongezea pale. Eh, mm. Nayo ni kwamba huyu Luka alichaguliwa kuwa gavana na wananchi, akapewa kazi hiyo ya kuwa gavana. Nani. Lakini anapoingia ofisini tunaona nini? mm. ahadi zote alizopatia wenye kumchagua raia mm. hakutimiza. Kweli. Alisaliti wale waliomchagua alikosa shukrani mm. kwa hivyo kwa tabia hiyo na tendo hilo, tunaweza kusema kwamba kwa kweli, mm. anwani hii inafaa, kwani Luka mm. alipeana fadhila za punda mm, badala ya kurudisha himani kwa uh, hisani kwa hisani, analipa hisani kwa usaliti. Kabisa. Na. Mm, na pengine kuongezea tu ni kwamba tunaona katika ile maisha ya Lilia na, na huyu Luka Eh, kuna wakati fulani ambapo katika kuishi tunaona Luka anapofika pale nyumbani badala awe mume mwema ameleta mazuri pale mm, lakini tunaona anatafuta jambo lolote dogo la kumpiga Lilia mm, badala ya si, kumpa si, mzigo mzuri, inakuwa sasa ni mateke na mangume. Kwa hivyo tunaona hapo sasa inakuwa ni fadhila za punda kwa sababu Lili alitarajia kwamba atapata mapenzi kutoka kwa mume wake ambaye ni Luka hmm, lakini badala ya mapenzi ni mateke na mangumi. Ningependa mwalimu Kea hmm, unaweza kuendelea sasa na maudhui shukran mwalimu. Um, uh, mwandishi huyu uh, wa hadithi ya fadhila za punda yaitwa Recho Wangare. Recho amefaulu kutuchorea maudhui Uh, mengi sana uh -huh. katika hadithi hii ya Fadhila za Punda. Tutajadili tu baadhi ya maudhui haya uh -huh. lakini ni mengi sana zaidi ya kumi na kitu. uh -huh. Kwanza kuna maudhui ya uongozi mbaya, uh -huh. ule uongozi wake Luka ulikuwa mbaya manake aliwaahidi watu uh, aliwapa ahadi nyingi sana. uh -huh. Pindi tu aliposhika tamu za uongozi, uh -huh. ha mambo yakabadilika. uh -huh. Pili kuna maudhui ya taasubi ya kiume, mwanaume kujiona kwamba yeye tu ndo Bora. Eh, ndio bora kuliko mwanamke. Kuna maudhui ya ndoa nani, kuna maudhui ya mabadiliko, kuna maudhui ya dini nani, kuna maudhui ya siasa, kuna maudhui ya majuto nani. Luka alijuta, nina hakika alijuta, maanake pale katika uh, kile chumba alipozungumziwa <laughs> hey. Yeah. Yeah, na mama yake anaulizwa sasa, wewe baada ya mambo haya yote Eh, yepi haya uliyatenda? mm. Eh, chozi linadondoka. Eh, wanaume eh, akidondokwa na chozi, mambo yamechacha. Hasa mwanaume wa Kiafrika, mambo yamechacha. Kuna dudu limeingia kwenye jicho. <laughs> kuna kitu, kuna mm. kitu bwana kia. Mm. huyu, mkewe, mkewe kuna kitu anakisema mm. eh, aliona ni kama chozi limetoka kwenye jicho lake la kushoto mm. ila ana hana uhakika, sijui mbona akasema hivyo, hana uhakika hana uhakika. Kama sijui mimi ukiniuliza, kwangu nimeachwa ni nikifikiria sana mm. kuhusu tangu nisome sehemu hiyo mm. mm. najiuliza hivi Lilia yake, oh, yeah, alikuwa amemwona huyu mtu basi roho yake ni ngumu kabisa, alikuwa amemtoka, alikuwa Lilia amemtoa Luka kwenye moyo, ilikuwa imefika mm. mahali ya hivi ile vita ilikuwa ndo hatma mm. vile vita alivyompiga vya mwisho mpaka akapelekwa na mama mke hospitalini. mm. Sidhani Lilia alikuwa na nia ya kurudiana na mwanaume tena mm. hakuwa na imani naye tena, hakuna chake alikuwa naamini, ndio maana hata lile chozi hana uhakika kwamba Tuzungumzie maudhui ya kwanza, taasubi ya kiume. Taasubi ya kiume um, ni mawazo uh, ya mwanaume kujiona bora <laughs> kuzidi mwanamke, kumliko mwanamke. ni dhana potovu ambayo wanaume hujiona ya kwamba wao tu no. Ndio binadamu wao tu ndio watu ambao wanastahili masomo bora, wao tu ndio wanastahili kupewa mambo mazuri, wao tu ndio watu humu duniani mm. Basi ni dhana potovu ambayo muhusika mkuu ambaye alidhihirisha taasubu maudhui haya ni Luka mm. Kwanza Luka anamwomba eh, senior pastor Lee anamwomba huyu binti anamwomba nipe huyu binti awe mke wangu uh -huh. Jamaa anaozwa binti. Pindi tu alipoozwa huyu binti uh -huh. na baba yake kuaga uh -huh. vita vinaanza. uh -huh. Sasa anaacha kuwa mume ambaye anapaswa kumpenda na kumtunza huyu binti uh -huh. vita vinaanza. Hilo lilikuwa ni kosa manake Mwanamke hapaswi kupiga kama ngoma. mm -hmm. Mwanamke hapaswi kupigwa, wanazungumziwa hawa watu mm -hmm. mm -hmm. Anapigwa kwa kanga <laughs> <laughs> kwa leso <laughs> <laughs> kwa nguo nguo hivi. <laughs> <laughs> kwa kwa nguo nguo, viatu anarushiwa. Zawadi pili, eh, Luka baada ya mke ku baada ya wao kuoana mm -hmm. anamrai mke wake aache kazi mm -hmm. aache kufanya kazi ili yeye Luka awe ndiye ambaye mm -hmm anafanya kazi hmm. na kushughulikia mahitaji yote ya pale nyumbani. Hilo lilikuwa ni kosa, maanake dunia ya sasa hmm. uh, wanawake husema sana kile ambacho mwanaume hufanya mwanamke pia anaweza kukifanya vema na. kama ni kazi mume alete nusu nusu, nyingine mwanamke alete, maisha yawe bora hmm. lakini huyu Luka anamkataza mkewe kufanya nini? Kazi. Kufanya kazi na pengine kwa sababu ya kutaka kumthibiti pale na nyumbani mm. Hilo ndio lilikuwa sababu kuu hii kwa tu eti nampenda sana nataka amwone pale nyumbani na kipenzi chake la ilikuwa ni amthibiti pale nyumbani ili akianza kumfanyia madhila na, basi huyu mwanamke asiwe na fursa ya, ya, ya, ya, ya kujitetea ama asiwe na uwezo wa kujikwamua. Tatu, kuna namna ambavyo wanawake wametengewa nafasi za nyumbani. Hata mm. e, licha ya huyu Lilia kuwa mwanamke ambaye amefanya kazi na amesoma anapoambiwa aache kazi e, yeye anakubali. Anatarajiwa tu. Lazima uh, atii na anatii kabisa, wow. mm. na jamii inamtarajia kwamba atatii mm. awe mama kanisa. Hilo lilikuwa ni kosa mm. lilikuwa ni kosa kubwa sana maanake mm. e, jamii kwa kawaida ni kama jamii limemtenga huyu mwanamke na kumpa nafasi yake ya kwamba mwanamke anapaswa kuwa wapi? Jikoni. Hilo mm -hmm. lilikuwa ni kosa kubwa. So mwanamume amepewa fursa na nafasi ya kufanya kazi yake na majukumu na mambo mengi sana duniani, ila mwanamke ametawishwa yeye nafasi yake mm -hmm. ni nyumbani tu, hilo ni kosa. Kisha em, mwalimu, kuna ninashangaa, ninashangani kwa nini? kwa sababu sijaona popote ambapo mke wa al aliweza kuaga nammwandishi mwandishi ana, anatueleza mahali mm. oh. kwamba mke huyu mm. alikuwa ameaga havitamo, kwa hivyo ikambidi babake mm. ambaye sasa ni sinia pasta achukue Naam. jukumu la kumlea huyu okay, Lilia Mbelemi, ambaye alifanya jukumu hilo vizuri kabisa okay, na Lilia akimtuliza babake Naam na, na yeah. na, na, na senior pastor anakataa kuoa, anajaribu yeah. na, na kusisitizwa mm. na watu, mm. na washirika mm. asiendelee kukaa peke yake. Unajua, kuna hiyo dhana ambayo tuko nayo mm. mm. uwezo ukachaguliwa kuwa kiongozi bila kuwa na mke uwezo ukaruhusiwa na mke, mke, mke, Ku, mm. kuwa kiongozi wa dini mm. bila kuwa na mke mm. ile dhana ipo mm. lakini tunamwona senior pastor anakataa katakata, mm. kwani alikuwa na mwenzi na kumpenda mkewe sana mm. na hakudhani angempata mwingine ambaye angempiku yule mm. ambaye alikuwa naye na kwa sababu ule anakataa kabisa kuona na, anaamua kumlea ule msichana ambaye mm. anamlinda kama nini mboni ya jicho. mm. mm. na pia naona kuna hoja nyingine ya muhimu sana kuhusu taasubi ya kiume ha, nao ni kwamba mm. mwanamume anasawiriwa kama kwamba anaona yeye ndiye mwenye haki ya uzinifu mm. ama mm. kuzini mm. na kitenda kitendo hicho asilaumiwe, mm. asiulizwe, mm. kwa sababu gani huyuluka anazini na mahawara wake bila kujali na hatarajii kuulizwa swali mm. Anachelewa kurudi nyumbani, hataki kuulizwa, akiulizwa ni vita mm. Kwa hivyo hiyo ni taasubi ya kiume mm. Ingekuwaje kama Lilia mwenye angefanya vitendo, si angeuliwa kabisa? E, kwa hivyo hiyo ni taasubi ya kiume, mwanaume kujiona kwamba yeye ndiye ana haki mm. ya kumwendea mkewe kinyume asiulizwe lakini naye asiendewe kinyume mm. Naamu. Asante mwalimu, kwa hilo mm. na pia katika hapo hapo ambapo umezungumzia mwanamme kuona kwamba mm. anaweza kutembea nje Naamu. hiyo hiyo hali ya kutembea nje kwa mwanamme pia inaonyesha kwamba huyu mwanamume hathamini wale wanawake ambao iko na uhusiano nao kule nje, kwa sababu wanaona kama vifaa tu vya burudani vya burudani, wala hawaoni mwali. kama binadamu ambao wanataka mm. wawe na uhusiano uhusiano ambao una, mm. unafaa unawajenga kama binadamu Kwele. Kwa hivyo mm. ni vizuri kuwajulisha saa ingine wanafunzi wetu mm. kwamba ingawaje jamii inafungia macho mambo haya mm. Si. Hii ndio dhana ambayo inajitokeza. Iwapo okay, wewe ni yule hawara mm -hmm. Basi wewe ujue yule mtu ambaye uko na uhusiano naye anakuchukulia wewe kama kifaa tu mm -hmm. lakini hakuoni wewe kama mm -hmm. mtu ambaye mko sawa, mnatakana muwe na uhusiano wa sawa. Mwalimu alikuwa na kitu. Mimi kila nilikuwa niseme ni kwamba yeah. eh. mm -hmm. eh, uba bedumu umekidhiri wa Luka kwa mm -hmm. sababu haendi nje tu mm -hmm. hata anamtangazia mkewe Naam anamwambia wanawake ni wengi mm. sana huko nje njione. mm -hmm. hapo ulipo, kazi yako ni kula na kulala mm naona -hmm. umbo sasa wewe na nguruwe tofauti ya na yako, na, na. Mm. E, sasa kumkosea ule heshima, ule kumkosea heshima ni ubabe dume ambao umekidhiri mipaka kwa sababu haendi, haendi kinyume na kuficha na, haendi kinyume akamwachia bibi nafasi ya kuchunguza na, na kujua, anamtangazia, anamwambia mimi wazi, natoka mimi, nitakwenda wanawake wamejaa huko nje, kwanza hata univutii tena, umbo limeharibika, kazi yako mm -hmm, kula na kulala na ni jambo bovu sana, kwa sababu ule mke, kile ambacho kinampelekea kutukanwa vile ni kwa sababu ameubeba ujauzito. Kama tunavyojua binadamu, ujauzito ni miezi tisa, ulikuwa miezi minane. mm. ameshindwa kuandamana naye kwa mikutano ya kisiasa mm. Lile ni jambo ambalo mtu yoyote mwenye akili yake ni timamu alifaa kuelewa, lakini kwa sababu ya ubabe dume alionao ndani, ni jambo ambalo linapelekea yeye kumrushia matusi, mm. na kumkejeli na hata kum, kumlinganisha na nguruwe, jambo ambalo mm. si zuri sana, mm. Sijui kama kuna tofauti kati ya ubabe dume na kiburi? Ndiyo, kuna tofauti, kwa sababu kiburi kinaweza kuwa ni cha mtu yoyote lakini, ubabe dume unajikita zaidi na wanaume na mawazo hayo, na pengine hayo mawazo yanaingia jamii kiasi cha kwamba hata wale wanawake wanaona huyu mwanamume yuko na haki ya kutenda hiki kwa sababu yeye ni mwanamume. Kwa hivyo hayo yanajikita zaidi na wanaume wana hisi nini wana kujihusu. Shukrani mtazamaji wetu kwa kutupea muda wako. Unaweza kuitazama filamu hii ya Fadhila za Punda pale kwenye Soma Sasa App. Isitoshe, filamu zote za setbook za Kiswahili na Kiingereza zinapatikana pale kwa ukamilifu. Hadi wiki ijayo, wasalamu.